Kwa mfano, intaneti ni kama mkate basi. Intaneti tunaotumia sisi ni asilimia tano. Je, asilimia tisini na tano ziko wapi? Intaneti imegawika matabaka matatu. Kuna intaneti hii ambayo tunatumia sisi, hii ni asilimia tano tu. Hii inaitwa surface web. Hii surface web ni zile website ambazo unaweza kuzifika kwa kusearch kwa search engine. Kwa mfano ukibonyeza www.youtube.com ukibonyeza, utakwenda mpaka huko. Hii inaitwa surface web. Kuna tabaka jingine la intaneti, hii inaitwa deep deep web. Deep web ni sehemu ya intaneti ambayo ni salama, lakini haionekani tu mara nyingi huwa hii ni ile mitandao ya kiserikali imelindwa ili sio kwamba kila mtu akifika anaweza akaingia hii huwezi ukaifikia na sehemu ya tatu ya internet ni dark web nikisema dark web dark jamani dark ni giza huko ni sehemu ya gizani bidhaa zote za haramu zinauzwa huko: silaha, madawa ya kulevya, kama wataka kichwa cha mtu, wataka mguu wa mtu, wataka panga, mambo ya wa majambazi, mambo yote ya kijambazi yako huko huko. Usijaribu kutembelea, ukenda huko hurudi salama. Kitendo cha kwenda kutembelea tu basi utadukuliwa simu yako dakika. Huko kuna majambazi, kuna majangili, huko ndo wanakaa hao mahakazi. Sasa mahakazi hawa, wao wanafika vipi? Wako na browser yao inaitwa to. Ukisha download, unaweza kwenda huko ukatembelea hizo website za hao majangili na hao majambazi. Unajua video hii inaangaliwa na watu wako nchi tofauti, na kila nchi ina sheria zake. Ngoja nitoe mwongozo kidogo kwa, kwa yule mtu ambaye anataka kwenda kutembelea huko, we download hiyo browser ya to, ikisha nenda zako hapo utakuta hayo ma website yote ambayo yanafanya hizo shughuli lakini la kusisitiza Usijaribu kubonyeza linki ambayo huijui. Jambo la kwanza. Jambo la pili, usijaze taarifa zako. Mfano umefungua browser ukaambwa ingiza email yako ingiza nini, usijaribu. Ukiingiza tu umedukuliwa, hiyo japi. Alafu jambo la tatu, tumia VPN ambayo ni protected, ambayo itakuweka salama, ili IP address yako isikamatwe na hao jamaa. Lakini kutembelea huko ni sawa sana kwenda kutembelea jumba la majambazi, chochote kinaweza kukutokea na kukumbusha tena, dark web si sehemu salama, si sehemu salama kutembelea. Hii nazinjibari teknoloji, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe na kama una swali lote, ndio sehemu ya comment. Bye bye.